Ni njia nyepesi sana na fupi yawe kuweza kuchomoka katika hali ambayo unayoishi nayo sasa, na kuelekea na kuelekea katika hali ambayo kila mmoja atabaki akikutolea mfano. Tunafahamu maisha ni magumu, watu wanatafuta mbinu za kuweza kubadilisha maisha yao

Yeye ndiyo anatoa fadhila, yeye ndiyo anaweka tofauti za kipato ambacho ni kipato cha riziki. Wengi tumesahau kwamba Allah ndiyo ghani, wengi tumesahau kwamba Allah ndiyo razzaq. Kumbe ndugu zangu Waislam, min adham risk, katika mambo ambayo yanafanya riziki yako kuwa juu, jambo la kwanza ni hidayah Huwe na hidaya yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akupe thabati, uwe na hidaya katika ile riziki yako unayopata, uwe na kinga yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni alhadi, ambayo ni hidaya yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi tunawashuhudia walikuwa wanamiliki, lakini leo hii ni watu wanapigiwa mfano, watu wenye kuombaomba. Kwa nini? Kwa nini? kwa sababu wamekosa hidaya yake Allah subhanahu wa ta'ala. Min adhami riziki, katika mmoja mwa riziki yako kuwa bora na kuwa juu ni nini? Ni al-ilm, kuwa na elimu ndugu yangu. Allah amekupa riziki al, alafu akakupa na elimu ya kuweza kuitumia riziki ile na kuweza kuikinga riziki ile, usiipeleke katika njia ambayo haipendelei

na ndio njia mojawapo mwa kutafuta rizki yako kuimarika, ni mtu kudumu na ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma taati rizqi, kisha njio, inakuja rizki yako inakuwa salama. Kwa sababu gani? Uko na miftah uko na mawasiliano na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mitaalifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sababu ya kupata rizki na uwezi ukajifungamanisha na Allah kama sio ndani ya sala, kama qala nabii sallallahu alayhi wasallam, kama gisa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyosema, man muhammadi sallasalammimbaye, atakaye amka usiku, yule ambaye atakaye amka usiku, kisha akasema maneno haya ambayo mimi ninayokuambia ndugu yangu mwislamu Anatuhakikishia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah atampa kile anachokitaja. Ndugu zangu Waislamu, wale ambao mliopuuzia kuamka sala za usiku, sala za usiku ambazo ni salatu tahajjud, hizo sala ni sala muhimu sana kwa wale ambao wanaotafuta milki, kwa wale ambao wanaotafuta ufalme, kwa wale ambao wanaotafuta afya kwa wale ambao wanaotafuta cheo, kwa wale ambao wanaotafuta umaarufu, kwa amba wale ambao wako na shida kemkem kem. Allah subhanahu wa ta'ala, anatupa nafasi ya kuongea na yeye. Nafasi gani? Nafasi ya usiku. Amka usiku, ndugu yangu muislam, chukua udhu, kisha baada ya udhu swali rakaa zako mbili tu, kisha umlilie Allah, sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin qadir. Yasomi maneno haya kiasi na uwezo ambao utakao uweza katika usiku huo, ukiweza mara tatu, ukiweza mara saba, ukiweza mara idadi yako wewe mwenyewe, lilia Allah, sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika wa lahu lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shay'in qadir. Kisha baada ya hapo sema Mtuk, mt, mt,

Allahumma ghfirli ndugu zangu Waislamu, hili ni neno ambalo watu wengi tumenisahau. Watu wengi tumewekeza kupata tu mambo ya kidunia, lakini tunasahau kusema ee mola wetu, tunakuomba msamaha, kwa sababu bila msamaha wewe hauna ridhaa na Allah subhanahu wa taala. Ndugu yangu Islamu, anasema mtume wetu Muhammad, yule ambaye atakayeomba dua hii kwa utaratibu huu wa usiku huo akiwa na imani kwamba Allah atamjibu. Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo anamjibu. Ndugu yangu muslim, wewe ambaye unayangaika kuvaa riziki, kwenda kwa waganga, kutafuta mafunzo ya business. kutafuta mafunzo ya kuweza kuchomoka katika maisha yako, lakini njia niko kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia hiyo Ndiyo zawadi yangu ninayokuzawadia katika siku ya leo. Nakuombea dua kwa Allah, Allah akupe yale ambayo unayohitaji, na atupe mwisho mwema, tusifi hali ya kuwa sisi waislamu ni mtumishi wa Mungu. Imamu Yahya, jeshi la mtu mmoja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.